Basi tuweze kutambulika kwamba ni wafuasi wa Kristu pamoja na madhehebu yetu kuwa mbalimbali mbali, lakini Mungu wetu mmoja, Bwana wetu Yesu Kristu ni mmoja, na Roho Mtakatifu ndiye mwalimu wetu anayetuongoza katika hili. Tuendelee basi kufanya hivi kila wakati na tusirudi nyuma. Hivyo basi, katika sala zetu na hizi tulizosali mara ya mwisho zinatuelekeza pia, kama pamoja na kusali, lakini twende tukayatekeleze haya kwa matendo. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi kwetu ni muhimu sana kwa sala hizi tulizoomba, lakini sasa tukakazane kuwahimiza watu wetu waweze kushiriki katika uchaguzi wa matendo, waliojiandikisha au wanaokusudiwa kuandikishwa. Taarifa inaonyesha zaidi ya milioni thelathini eh, na sita point saba ni watu wengi ambao kama watashiriki kikamilifu tunaweza tukafanikiwa kupata viongozi wazuri, tukawapime na sisi pia tutoe elimu makanisani na kadhalika. Haitatosha kulaumu tu viongozi watakaochaguliwa kama sisi wenyewe hatutoshiriki. Kwa hiyo kama viongozi wenzangu, wachungaji, wajibu wetu pia kuwaelekeza tupate wenye mamlaka waadilifu, wachamungu, wanaoweza pia kuisaidia nchi yetu piga hatua kwenda mbele. Tuzidi kuomba pia kwa ajili ya umoja huu. Tuzidi kuendelea na Mungu ausimamie uweze kukua zaidi na zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumpe Mungu makofi ya sifa na furaha.